Mahojiano yayo imepangwa baada ya saa za kazi na watakulipa mshahara mkubwa. Natumaini itakuwa ni kampuni mashuhuri. Itakuwa ni vizuri kama nitaondoka kabla ya mjomba na anuji hawajarudi nyumbani. Ndiyo Bwana Sharma, ndiyo, niko tayari. Gari imeegeshwa barabarani, sindio? Sawa, nipatie dakika mbili. watu wa nyumba hii wamenipatia kila kitu siku zote, na kwa mara ya kwanza nimepata nafasi ya kurudisha fadhila. Tafadhali naomba nisaidie mama, ili niweze kuwa dada mzuri kama wewe. Kwa hiyo wewe ndio hapo uja, si ndio? Haya, ingia kwenye gari. Nilikuambia wale ni wateja wa muhimu sana, sasa unawezaje kuwashughulikia bila kunipa taarifa bwana? Heshima yetu pamoja na hadhi yetu itapotea katika hii biashara, unalijua hilo? Habari mjomba, huna haja ya kuwa na wasiwasi sasa. Nilikuwa tu na kikao na mteja, yalikuwa ni masuala madogo tu, lakini tayari nimeshayatatua yote. Nitahakikisha nahudhuria kwenye sherehe ya usiku, na kama kuna mambo mengine yatakuwa yamebakia, nitayatatua yata asubuhi. Basi niamini mjomba, nimeshadhibiti kila kitu. Asante Rahul. Mjomba unataka kumshukuru pia Naren na nibidi nijifunze kushughulika na watu, hata kama wewe hupo. Basi sawa, kwa sasa na kazi nyingi za kufanya, nitakuona basi baadaye. Haya, njo Bwana Sharma, mazungumzo yangu ni katika kampuni ya Harishi Viasi, si ndio eh? Ndio. Sawa so, Unaweza... Karibu. Habari za jioni mkuu. Za jioni Puja. Unaweza kukaa. Asante. Mkuu, sikujua ya kwamba kutakuwa na nafasi za kazi katika kampuni yako. Japokuwa sijui kuna kazi gani zinazofanyika na mnahusika na masuala gani, na pia sijajua sifa zinazohitajika lakini mkuu, nimekuja na vyeti vyangu pamoja na barua ya dhamana. Wala hakuna haja ya hilo. Aa, Pooja. Wacha niwe muwazi sana mbele yako. Kazi iliyofanywa mimi ni kuite, sio kazi ya ofisini wala kazi ya kwenye dawati, na pia haitokuwa kazi rahisi. Kama utakubali, basi ndani ya miezi mitatu kuanzia sasa itakubidi uhamie nyumbani kwetu. Wewe utakuwa mgeni wetu na utaishi pamoja nasi, na mke wangu Supriya atakuwa pamoja na wewe na kukamilisha mahitaji yako. Na kwa kazi hiyo ninayokupa, kama malipo ya awali, nitakupatia pesa kiasi cha rupia milioni moja keshi. baada ya hiyo miezi mitatu utakuwa ukilipwa vizuri sana katika hilo naomba uniamini. samani mkuu, naomba nikukatishe, naomba tusiongelee swala la pesa sasa hivi, lakini naweza kujua wasifu wa kazi yangu kwanza? Bila shaka, bila shaka, kwa nini isiwe? Uh, basi nadhani itakuwa vizuri sana kama tukienda kuzungumzia haya masuala nyumbani badala ya hapa. Nadhani itakuwa vizuri, kwa hiyo kwa nini usije nyumbani kwangu kesho? Uh, unaweza kuiona na kuelewa kazi yako ni ipi, kisha unaweza kufanya uamuzi. Si itakuwa ni sawa mpaka hapo? Kulingana na ahadi yangu, uh, hii hapa ni hundi ya rupia milioni moja ambayo nilikuahidi. Nani ambaye alikuja chumani kwangu? Mama! Mama! Mama! Kuna nini, mwanangu? kuna Nini? Mama, nshaome mara nyingi sana usiingie chumbani kwangu. Sitaki uingie na uanze kugusa vitu vyangu. Lakini mwanangu, ni muda mrefu sana tangu tusafishe chumba chako. Basi mi sitaki mtu yote aingie chumbani kwangu na kuanza kukisafisha. Kama ndio hivyo, basi nitakusafisha mwenyewe. Basi baba, samahani, siku nyingine sitamtuma mtu tena chumbani kwako. Sasa unatafuta nini? Natafuta zawadi ya babu nilikuwa nimeweka chumbani kwangu, lazima zakopo mahali abasi. Naomba nisaidie kuitafuta. Sawa, mwanangu tutazitafuta sasa hivi. Rampacharan, ni nani ambaye ameingia chumbani kwa Narin? Mkuu, hilo wala halina ulazima, ninaamini maneno yako na ninathamini mchango wako. Lakini mkuu, samahani naomba kukuuliza, toka mimi nimefika hapa haujaniuliza swali lolote lile na wala hukutaka kuangalia vitambulisho vyangu Uja hujawahi kusita kumuuliza swali mtu yoyote, na una ujasiri wa kumjibu mtu kitu chochote unachokitaka. Siku ile katika sherehe ya chuoni niliuona uhodari wako, na niliona jinsi ulivyomvumilia yule mtoto, na mimi leo hii ilinibidi nitilie maanani kujiheshimu kwako. Mtu ambaye anaweza kujichunga mwenyewe, basi anaweza akamchunga mtu yoyote mwingine. Sio rahisi kuushinda moyo wa mtu, na inakubidi ushinde moyo wa mwingine kwa maana hiyo, wewe umelifanikisha hilo Satish. nasikia umeweka nyumba yako kama mdhamana huko mahakamani na pia umeshindwa kurudisha pesa aliyokopesha bwana Sharma. Kwa hiyo naomba unisamehe sana, si tuweza kukusaidia kwa njia yoyote ile. Bwana Sharma, Satish alikuwa amekuja hapa kwangu, na nimefanya vile vile kama ulivyoniagiza. muda sio mrefu ametoka hapa. Ndiyo, ametoka mikono mitupo. Sawa, Bwana Gidhar, we hakikisha tu kwamba hapati pesa yoyote kutoka sehemu nyingine yoyote. Mkuu, sasa nimeelewa kila kitu ulichoniambia. unamaanisha nini unaposema nitaushinda moyo wake? unamzungumzia nani kwani? Puja, majibu ya maswali yako yote utayapata pindi utapofika nyumbani kwa. Hivi sasa kitu pekee ambacho naweza kukwambia wewe, hautokuwa mgeni wetu tu pekee, bali utakuwa ni jukumu letu pia. Kwa hiyo tutaonana kesho, hmm? Bwana Sharma atawasiliana na wewe wakati huu. Usimwambie yoyote kuhusu tuliyoongea, hata mtu wa familia yako. Nashukuru. Hebu angalia hapo chini ya sofa. Mwanangu, kwa bahati mbaya ilikuwa imewekwa pamoja na magazeti. Ah, umevunja fremi ya gharama sana asubuhi hii, na kisha sasa hivi unakuja kuvuruga ili sharaja la zamani. Yaani, kusema ukweli, nilifikiria labda una hazina ya baba yako. Mama mdogo, yeye sio lolote bali na hazina, lakini kila mtu ana mtazamo wake zamani mama. Nitafanya nini na hizi hasira? Hasira unishika ghafla na naanza kuwasumbua nyinyi nyote. Ah, shida sana. Haya ndo matokeo yake bila kujidhibiti. Ah, usijali mpaka na allergy. Usijali <coughs> mara tu utakapopata dawa kila kitu kitakuwa sawa. Embu angalia hii switi. Ulivojihisi mgonjwa wala ungerudi nyumbani. Unajua ah, nini nilipata simu kutoka kwa kaka, alisema kwamba anataka jioni ya leo azungumze na familia nzima, ndio maana nikaacha kila kitu na kuja hapa. Sawa basi, sawa, ngoja nikapumzike. Uh, ubarikiwe. Rahul, una habari yoyote kuhusu kikao cha familia? Kwenye gari. Kishan, naomba umfikishe nyumbani salama. Sawa. Halo, Rakesh. Utakuja nyumbani usiku wa leo? Sawa. Hivi kata vipande vidogo vidogo unipe, Rampa. Sikiliza Rampa, Rakesh na mkeo watakuja hapa kwa ajili ya chakula cha usiku, kwa hiyo andaa kila kitu. Fanya haraka kidogo. Shangazi, tayari tumeshafika, tupo hapa. <laughs> kuna nini tena shangazi? Mbona umependeza sana? Acha ujinga wewe. <laughs> Unapenda sana utani Unaweza kuokoa pokezi nyingine tena kutoka kwa shangazi yako. Shangazi pia, shangazi wala hakuna maneno ambayo unaweza kukuelezea. Hakuna kabisa. Eee, na unatakiwa <laughs> kumfundisha yote hayo mjomba wako <laughs> <laughs> dada yangu yuko wapi? Wala usijali, dada yako atakuwa hapa muda sio mrefu. Waga yeye muda mwingi sana na yuko busy na simu yake, kaka. hey, eti kaka Adiki, hivi kwa nini wanawake wanakuwa hawezi kuongea na simu akiwa wanatembea? Bwana Rakesh, mbona umeleta matunda mengi hivyo? Kuna jambo hapo. Waga mimi sielewi kabisa. Hivi matunda yaliokuwepo kwenye bustani yetu, kuna umuhimu gani ya kuwa nayo? Maana dada haruhusu kabisa kula matunda kutoka nje. Usiseme hivyo bwana, sio kila siku huwa anatuma matunda, na hata hivyo bado hujajua mkwe wangu Naren ni jinsi gani anavyopenda hayo matunda, hataki kuyakosa. Si unajua kwamba wanaume huwa wanatafuta sababu ya kulalamika. <laughs> Aha, dada, una bahati sana kupata mtu mkarimu kama kaka Rakesh. Hana tatizo kabisa. Ehe, haya hadriki, endelea tu kumsifia <laughs> haya wifi nimetengeneza halwa ya maepo kwa ajili ya Narini. Hata mimi pia napenda ulichokileta. Aha, wewe ndo usiongee hivyo kabisa! Juzi ulikuja moja kwa moja mpaka nyumbani na ukathubutu kuondoka bila kuniaga. A, nilikuwa mama, alikuwa amelewa sana ile siku mm. Tutegemee kitu gani kingine kutoka kwenu? Lakini Narini ni mtoto mzuri jamani <laughs> lakini kwa nini huyu akuja kuniona nilipokuwa chini jiji Nafikiri unamfahamu vizuri Naren. Kwanza anapiga kelele, halafu baadaye anajutia. Ametoka tangia jioni. Wakati mwingine napata na wasiwasi nikiwa namwazia yeye. Kila kitu kitakuwa sawa wivi, tayari nimeshaanza kumweka Naren kwenye maombi yangu. <sighs> Lakini kuna nini, mbona kaka ametuita hapa wote ghafla so, Kwani Harishi anataka kuzungumza kuhusu nini? Na uhakika itakuwa tu ni kuhusu Naren. Ndiyo Nilma, nataka nizungumze na watu wote kuhusu swala la na Naren. Bwana Viasi ni mfanya kazi mahiri sana aliweza kugundua kila kitu bila ya mimi kujua na wala kutambua kitu chochote kwa wakati ule. Lakini ilimaanisha nini kusema kwamba nitaushinda moyo wake? Na kuna jambo alitamka la kuhusu kuwasimamia watoto wake. Lakini Bibi Vyasi aliniona katika lile darasa la watoto la michezo. Mm. Nina uhakika kwamba nitapewa jukumu la kumlea mtoto. Lakini sasa ina maana atakuwa na mtoto mtundu kiasi hiko, kiasi kwamba cha kunilipa pesa zote kama zile. Bwana Rakesh, kuna baadhi ya matatizo huwa hayana suluhisho kabisa. Ndiyo maana kuna wakati mwingine ni vizuri kuacha mambo kama yalivyo. Um, ningependa niwaambie swala hilo hilo kuhusu Naren. Inawezekana tunampa pressure kubwa sana Naren na katika mambo yake hali inaupelekea mambo kuwa mabaya zaidi. Hujakosea hata kidogo mjomba, hata mimi pia nilikuwa nasema hivyo hivyo. Kwa nini tuhangaike na kumbadilisha? Lakini shemeji kwa nini umefanya uamuzi bila kufikiria? Kama mambo hayawi sawa, unaweza kuacha kila kitu kwa wakati. Wakati ndio uweka kila kitu sawa, ndio maana hali kama hii itaboreka hatua kwa hatua. Kaka, nalielewa kabisa dhumuni lako, lakini kama sitomwona Naren kwa muda kidogo, wala sitokuwa na amani. Sasa kuna haja gani ya mambo yote haya N Aisha, unaweza kukutana na mpwa wako muda wote unaoutaka, wala hakuna kizuizi chochote kama unataka kufanya hivyo. Nachojaribu kukisema ni kwamba kuanzia sasa hivi hatutakiwe kumjaribu tena na narimu tayari. Kaka, nadhani kaka ametoa uamuzi baada ya kufikiria sana, kwa hiyo twendeni tu basi tukapate chakula sawa. Supriya, ndiyo shangazi. Hizi mboga za majani zimetengenezwa leo. <laughs> Samani Rakesh, ndiyo kaka. Njoo kidogo, nataka tuzungumze jambo fulani. Nayaona maisha ya baadaye ya Naren katika fremu iliyovunjika. Leo tumekutana na matatizo ofisini, lakini Rahula akayatatua. Kusema kweli, nilipaswa nijisikia amani moyoni lakini nikajawa wasiwasi, nilikuwa namhofia Naren. Unajua bwana Rakesh, kila mtu anaulenga udhaifu, hivyo ndivyo ilivyo. Na leo hii kila mtu anataka kupata faida kutokana na hali ya Naren. Hadrik hana hatia, lakini Nilma, Nilma ni balaa. Yeye anataka mtoto wake Rahul ndo aje kuwa mkurugenzi mtendaji wa kampuni kama Naren atobadili mienendo yake haraka, sitakuwa na nguvu za kuweza kumpigania muda mrefu. Natumai Puja kesho atakubali. Lakini kaka, kwani Puja ameshajua kwamba hapa amekuja kufanya nini? kuna heri na mtaka mtu awe mgonjwa. Kila mtu anaofahamu vizuri ukweli huu, lakini bado kuna watu wanajaribu maisha ya wanyonge kuwa magumu zaidi.